Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu, Mola Yaseba, twitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu, pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu, lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia, ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalume wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya sita mstari wa tisa hadi wa 13. Baba yetu liye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalume wako uje mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe vya wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokwe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Leo tunajifunza somo linalohusu sifa za kiongozi bora. Sifa za kiongozi bora. Kiongozi bora ni yupi? Kiongozi bora ni mtu aliye tayari kutumika kwa ajili ya wengine ili wapate haki, amani, furaha, na uzima wa mwili na roho katika ulimwengu huu na ule ujao. Lejea kitabu cha Mathayo sura ya ishirini mstari wa ishirini na tano hadi ishirini na nane Inasema, lakini Yesu akawaita, akasema, mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu na wakubwa hao huwatumikisha. Lakini haitakuwa hivyo kwenu; bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu, na awe mtumishi wenu; na mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu, na awe mtumwa wenu, kama vile Mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika, na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Tunapojifunza somo hili, tunapata fundisho gani? Mfano mzuri kuhusu sifa ya kiongozi bora tunaupata kwa mkuu wa kaya. Mkuu wa kaya lazima atafute chakula chake yeye mwenyewe binafsi, na cha wakao juu ya kaya yake. Pia kiongozi mzuri lazima awe na familia, ndio tunaposimama na kumtolea mfano mkuu wa kaya. Utawezaje kuchunga kundi kubwa la kondoo bila kuwa na dogo? uongozi tuna tunapata mafunzo kupitia kundi dogo na kundi dogo linaanzia mtu mmoja hadi watu kumi na mbili. Kumbuka kundi dogo ni kipimo cha kuchunga kundi kubwa. Yesu Kristu hakuwa na familia ya mama na watoto, lakini alikuwa na familia ya wanafunzi kumi na mbili aliyoishi nao siku zote kama familia yake, kama kundi dogo, kipimo cha kuchunga kundi kubwa, yaani ulimwengu wote. Maana tunajua Yesu Kristo ni mfalme wa ulimwengu wote. Kukumbuka Yesu alikuwa na wanafunzi zaidi ya kumi na mbili wasioishi naye muda wote. Tunapata wapi maandiko haya? Luka kumi mstari wa kwanza unaeleza kwa habari ya wanafunzi sabini Yesu aliyowatuma nje na wanafunzi kumi na mbili waliokuwa sehemu ya familia yake. Basi baada ya hayo Bwana aliweka na wengine sabini, akawatuma wawili wawili, wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Umeona hapa, wengine watasingizia wako singo, kwamba atawezaje kujijua yeye ni kiongozi bora na anayesimamia misingi ya haki, amani, furaha na kuutiisha mwili wake katika uzima katika ulimwengu huu na ule ujao. Kumbuka mwili wako ni familia ya watu zaidi ya mmoja. Hivyo mwili wako unatosha sana kukupima kuchunga kundi kubwa la kondoo. Kama mwili wako peke yako utashindwa kuuchunga na mambo mabaya, mfano ulevi, uzinzi, uongo, wizi, utawezaje kuchunga kundi kubwa na kulipatia haki, amani, furaha na uzima wa mwili na roho? Kama tu wewe peke yako huwezi kuwa kiongozi bora katika mwili wako, hivyo utawezaje kuchunga familia au mtaa au kijiji au kata au taifa? Yesu Kristo katika roho ananena na ulimwengu, usimwamini mtu aliyeshindwa kupatanisha mwili wake na Mungu, aliyeshindwa kupatanisha yeye na familia yake, aliyeshindwa kupatana yeye na ofisi yake, kumpa uongozi wa juu wa kuchunga kundi kubwa la kondoo wa Mungu. Hivyo tunapaswa tuwapime watu kwa namna jinsi wanavyoishi, kwa kutambua mwenendo wake, kama unasimamia haki ya mwili wake, amani, furaha na kuutiisha mwili wake katika ulinzi wa maisha ya hapa duniani na yale ya ulimwengu ujao. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Ombi: E Yesu Kristo, msaada wa wanyonge, tusaidie watu wako wote ulimwenguni, tupate kuwa na moyo wa uongozi bora, mfano wako Yesu Kristo ulivyofanya ukiwa hapa duniani. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.